Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amewataka Watanzania kuzingatia tunu ya taifa ya amani na utulivu hasa katika kuelekea katika kipindi cha uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025 akisema uchaguzi wowote una ushindani na kila mtu atatamani kushinda. Ameyasema hayo Juni nne mwaka huu jijini Dodoma kwenye hafla ya uwekaji wa jiwe la msingi katika mradi wa ujenzi wa jengo la maabara na ofisi za shirika la viwango Tanzania unaotekelezwa eneo la Njedengwa jijini Dodoma, ikiwa ni utekelezaji wa agizo la serikali la wizara na taasisi zake kuhamia mkoani humo. Kila mwaka tunapoelekea kwenye uchaguzi, kwenye miaka ya uchaguzi wa Tanzania, ni muhimu tukawa na uelewa tu wa wazi kwamba uchaguzi wote ule kunakuwa na dalili ka ushindani. Shindani huyo anataka hicho hicho, unataka huyo huyo huyo huyo. Mnaona viongozi wetu wa vyama vya siasa wako pale, wote hawa wanahitaji kushika nafasi tunapotaka kushika nafasi, na kuna kushindana na wasihi, ushindani wetu uzingatie tunu ya taifa ya amani na utulivu katika nchi. Akiongelea mradi wa jengo hilo, majaliwa ametoa agizo kwa TANESCO, Dua sana TARURA kuhakikisha miundombinu ya umeme, maji na barabara zinazounganisha taasisi katika eneo hilo inakamilika kwa wakati ili kuendana na hadhi inayotarajiwa. Mkurugenzi Dkt. Katunzi ameniambia umeme bado haujaja wanatumia generator. TANESCO mpo? TANESCO popote walipo, yes, TANESCO leteni umeme haraka hapa. Hatuwezi kujenga jengo kubwa kama hili mpaka leo halina umeme. Leta line ya umeme hapa. Taasisi nyingine meliona hili jengo. Duasa mpo hapa panahitaji maji mengi, kwa sababu tunaweka maabara ya kupima vitu mbalimbali mbali. Hapa vinahitaji maji kwa kusafisha vitu na nini. Leteni maji kwa haraka sana, leta laini hapa, tupate laini ya kuleta maji hapa ya kutosha, na majengo yote yaliyoko jirani hapa yapate mabomba ya maji. Na jiji, wekeni maji na ma umeme na kila kitu kiwe tayari. Leo nimepita vumbini hapa. Mnajua jengo refu linajengwa tarala, mpo weka lami kutoka kiunganishi mpaka TBS. Huwezi kuwa na jengo zuri kama hili, halafu unatembea vumbini, ukilifuata jengo kama ili la viwango, jengo la viwango, halafu unakuja kwenye vumbi Waziri wa Viwanda na Biashara, Mheshimiwa Dkt. Suleiman Jafu ametaja mafanikio makubwa waliyoyapata shirika la viwango Tanzania ikiwa ni pamoja na kupata tuzo za viwango barani Afrika iliyochochewa na utendaji bora wa majukumu yao, huku mkurugenzi mkuu mtendaji wa shirika hilo Dkt. Ashura Katunzi akitaja gharama za ujenzi wa jengo hilo lililofikia asilimia 76 za utekelezaji wake. Mshauri mkuu, naomba nikupe taarifa. TBS imeshinda tuzo ya taasisi bora ya viwango barani Afrika, sio Tanzania, zilivyowekwa taasisi mbalimbali barani afrika TZ. TBS imepata tuzo ya taasisi bora barani Afrika. Hii ni taasisi kinara, na mheshimiwa Waziri Mkuu naomba niwahakikishie, katika yale maelekezo ya serikali, hawa watu hawalali leo hii mpaka sasa, kwa kutaka kuangalia kwamba wanafanya vyombo vikae katika mazingira mazuri walishaweka vinasaba katika lita takribani milioni tatu point tano ndani ya kipindi hicho hapa ofisini. Ni kazi kubwa wameendelea kuifanya, lakini tuna bidhaa mbalimbali zinatoka katika nchi mbalimbali zinakuja nchini mwetu, zaidi ya bidhaa shehena elfu tisini na moja mia tano na hamsini na nane na zote zimefanyiwa uhakiki. Ni kazi kubwa wameendelea kuifanya, na sasa hivi wamefanya karibuni sample piga makofi kwa TBS tafadhali. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mpaka kufikia mwezi Mei mwaka 2025 mradi huu wa ujenzi wa maabara wa na ofisi za Dodoma umefikia asilimia 76 na unatarajiwa kukamilika tarehe 30 Agosti 2025. Kukamilika kwa mradi huu kutaboresha na kusogeza huduma za shirika kwa eneo la kanda ya kati na mikoa ya jirani lakini pia utapunguza msongamano wa sampuli ambazo tunazozikusanya nchi nzima na kupelekwa Dar es Salaam, lakini pia utaongeza tija kwa wale ambao tunahudumia kupata majibu kwa wakati. Mheshimiwa Waziri Mkuu, gharama za ujenzi, gharama za ujenzi wa ujenzi wa jengo hili unategemewa kugharimu jumla ya shilingi bilioni 25.3 ikijumuisha kodi ya ongezeko la la thamani na gharama ya mshauri mwelekezi naye mkuu wa mkoa wa Dodoma Mheshimiwa Rose Meli Senyamule amesema mkoa wa Dodoma umekuwa kimbilio la wageni wengi kutoka ndani na nje ya nchi, na akieleza kuwa jengo hilo analichukulia kama sehemu ya utalii unaopatikana mkoani humo. Sasa hivi Dodoma sio Dodoma ile iliyokuwa inakataliwa na watu wakiambiwa, wakiambiwa amieni Dodoma wengine walikuwa wanalia, wanatusimulia kuwa wakiambiwa nenda Dodoma walikuwa wanalia, wengine wanasikitika. Sasa hivi Dodoma imekuwa ni eneo kimbiliwa, na kila mtu anataka kuja Dodoma. Nichukue nafasi hii pia kupongeza sana TBS kwa jengo hili la kisasa ambalo sisi kwetu tunaliona ni utalii. Mheshimiwa Waziri Mkuu, unajua katika vipaumbele vya Dodoma kimoja wapo ni utalii na utalii mmojawapo ni utalii wa majengo. Sasa hii sisi tunawashukuru TBS kwa ubunifu huu, kwa sababu inatupa heshima ya kuendelea kuambia Watanzania kuwa Dodoma kuna utalii wa majengo. Hata ili jengo lako TBS sisi kwetu ni utalii, na tutakuwa tunaletaleta watu waone kwa nini ni utalii. Ongereni sana.